Naomba mimi nisubiri kwanza, ni change. Sawa, change. Sawa. kinyume nyume, nisubiri kwanza, nitarudi kwa mgongo wazi, kwa jua. Kwa mwanaume ukikaa mgongo wazi sio uzuri. Kipotoshi, naomba nikukute, mimi ni change, change sasa. Sawa ndugu ndugu yangu, yangu sehemu moja hivi. Na jasho Ah. Ah, unasikia katikati jasho ihhnhsish

sante sana. Ah, safi. <laughs> aligi hapo <ya>, tunapokuja <muntunabukunye> mwili iakuwa <laughs> <Saab. laughs> ah, wengine wana kushika wambali kama ukoma, lakini ni, iki anaonyesha kwamba tuko pamoja na mguja ni rafiki zangu na, ah, nashida kwao, nishawambia mara nyingi, hasa kwa niki iko kama mke wake aka <laughs> Sijifichi. Hakuna vizuri. Kuna mdada yuko pale Mlimani Supermarket. Yule mdada anajua kumpa mimba kizembe sana. Huyo mimi. Kununua vyakula vya ndani kila siku sausage uje kwangu. Kuambie cabbage. Ah, yeye anajua ni mimi. Maana hadi sasa supermarket ni mheshimiwa wewe. Na na ya jicho. <laughs> Kwa hiyo naishi vizuri kupitia Niki na Afrika na Mwinjabei na na, shida ni pale ambapo tuko wote wawili, mimi fara, wakianza kubishana na mimi huo ugomvi wao, na shida ni wewe wapi? Una sifa chungu mungu wewe. Ya ni 4.90 na unaniambia wewe. Unamsikia Kipotoshi na huyo. Tobi ana shirika nimte nako ni. Namwambia huyo jamkuu. Eh, muendelee tu jamkuu. Wewe mungu wewe una kinyasa. Mimi nawaelewa wote, sio mmoja. Bana nichanganya sana. Bana ukisema na muelewa munjia, kike anachukia. Ukisema uko pande waani, kike munjia anachukia na huyo kwa upande wa serikali huko, nashukuru sana DC, wanatunyimaga vibali muda mwingine vya hiyo, tunampigia niki, anapiga ngazi za juu. Unaona dada, kama huko hapo labda na sinamana, yeah, kwa hiyo, na wenyewe kwa sana. Mungu akubariki mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa, ukija kuwa waziri yani, mimi maisha naika na wewe si yeah. Ah, kidani official makofi kidogo jamani. <laughs> Sio zake, huyo <laughs> hapa uweze kupita kwa baba bila kufika kwa mwana, ndugu yangu. Ngoja sisi tunaokota kupitia indirect, sio wewe direct. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jamani, mwenzio wapi yupo? Mku tu safi, tutafufua kesi yake sisi ambao tunaijua sasa hivi <laughs> asante sana, ndio mapacha <laughs> mwenzio. mapacha wapi wale, simameni tuwaone. Jamani, wamevaa sare Simba wote. Mashabiki wa Simba, wapigeni makofi wenzenu <laughs> Mdogo wangu aliuni wanahangaika kumvua ile nguo masikini <liwini? laughs> muda <Mdawangu wa liwini? laughs> wote alioingia huko <laughs> sukari bado, sasa niendelee. Safi. Ah, uh, hivi niishia wapi? la hela ah, basi uh, nilisahau dada yangu la Martha, dada hai. <laughs> Sawa, dada, kwa nini yule hao usinipe yule hao ananitaka na Judy Luka nini na anamtaka Luka hapo, tuko vijana, hizo nafasi zitumia dada vizuri na huyo hapo pembeni naonana ah, na yule dada. Asante sana dada jamani. Wako siri kwao <laughs> ni mambo yangu ay eh! <laughs> Maana mimi na mashangazi ni damu damu <laughs>

kaende ukumbi ndo watu wanasafiria. <laughs> kilicho nisikitisha ni kwamba yeah. Walisema tutawalipa, yani kwamba wa Nigeria tutawakomesha hivi kweli kwa, kwamba tunalipa dabo F70 tutamkomesha nani? <laughs> Yani ndugu za juu siku toka Mbalali wanauli za tano tuwalipe wa, tu wale wa Nigeria. Mimi chenye sijapenda yeah. ni namna walivyo kuwa wanawatriti unajua kule Vilnasi ilikuwa ni ngumu kujua kama ni msanii. <laughs> <laughs> Mwijaku ndo ana taarifa zote. Alisema au alirudi kwa ndege kupitia Kongo. Ni kweli hizi? Eh? <laughs> na shughuli hiyo yote ukiona Mwijaku hajaenda unashindwa kuelewa. Hisho akupata kitambaa oh, oh. au <laughs> au. Shughuli <Shukuri, laughs> kama hiyo Mwijaku kujua ni gharama sana. Yeye zake sitari sitari. Eh. <laughs> Nani? Yule yule. Mimi mimi baada ya ya pale ingekuwa basi na na hata kuna amepika naye. Ah ah viungo. wa alikuwa mkali anafanya. Anafanya interview. Nini? Ndio mambo yako wewe. Nenda Instagram. Andika Mwijaku tuko wengi, mimi naitwa Baton Mwemba.